Barze, okay. Yeah, ke kwenye mitandao sasa yeah. Nilipata fursa ya kuapply sasa, nimeleta dokumenti zangu hapa hmm. Zipitie karibu kete, nimesoma kabisa, nimesoma kabisa Ziko sawa kabisa ziko sawa hizi eh ziko sawa bus anaze sasa za jana. Ushafanya kazi mara? Eh, fanya kazi mara. Hizi kazi karatasi zako sio kwa zinapendeza vile, lakini kwa ajili ya kuosha kaka watu utaangalia nitakupigia ni, simu utapigiwa simu. Acha acha namba zako za simu, alafu tutakupigia simu. kutafuta kazi, unaenda kutafuta kazi wapi? Wamesema wanataka watu kama nyinyi huko kwani na nini? Wewe uwezi uwezani na hii kazi? Acha niende basi. Unaenda kuenda wapi? Kutafuta kazi. Kazi gani? Yeah. Wewe kwanza baki nyuma. Kwani kuna nini huko nje? Aa na madharau anannamisazifata kazi wewe. Acha madharau bwana. Kwani sasa walemavu natubebaje? natonasazifanya kazi ofisi. fisi Unataka kazi gani? Uko na certificates zote? Na sema mtaenda kumwona kwa mlango namba 6. Kuna bosi hapo, peleke hivi, alafu yeye atakusaidia.

Kama sisi tuna ulijuaje kama sisi tunahitaji wafanyikazi? E, ni mwingine zote Hii kama bosi atakuchukua vindoko hivi sijui nataka kutuma kwa mlango namba 6, yes. Tapata hapo bosi. Sasa ukisha faulu hmm, shukuru, enda kwa room. Mmh, unakuja kutafuta kazi e? Kazi gani? Kazi gani? Mimi nafanya mambo na e, digital marketing. Digital marketing? Yes. Unaweza kweli kufanya hiyo kazi? Eh, naweza. Na umesoma e, kweli? Eh, nimesoma. Umesoma kwa ukafikia wapi? Sione karatasi zangu, mtoto. Hmm. Dadangu, umesoma kwa leo? Eh, nimesoma. Nizi karatasi? Ni zangu. Sasa, hmm, siwezi sema mengi. Hebu ngoja unisikize boss. Atakwambia nini?

nikipita na gari yangu napata nyinyi mko kule barabarani. Sasa wewe, umekuja kuomba kazi ama umekuja kuniomba pesa? Nimekuja kufanya kazi, kutafuta kazi. Wewe umekuja kutafuta kazi hapa kwenye kampuni yangu eh? Mbona unaona ni kama unataka kuleta mkosi kwenye hii kampuni Kireku. Sasa wewe nikuulize unaweza kupanda stairs ukaenda ukachukua vitu kule juu na ukashukisha chini? Naweza. Hatujai kufanya kazi na viwete kwenye hii kampuni, na naona kama unataka kutuletea mkosi. Ili ni mkosi wa hali ya juu sana. Mwanzo ni nani mwenye amekuruhusu kuja hapa? Huyu askari hata kama hajielewi. Wewe unataka tu hii kampuni ifungwe ndio uone raha? Hapana. Hatujawahi kudili na watu kama nyinyi kiwete. Mimi ninavyojua makao yenu makuu huwa ni kule barabarani kuomba pesa. Kwa hivyo kama unataka pesa useme, lakini sisi hatunasema. Kwamba unataka kazi, sitaki lawama. Hii kampuni hata hata haina miaka mingi, na nimeona unataka kufanya nini, unataka kuifunga. Hebu enda enda enda enda Enda kabisa, ondoka, ondoka hapa, ondoka hapa. Tuajiri hapa kwa kabonyo yako? Ondoka mama, ondoka, ondoka, ondoka. Usiniletee lawama hizi, ni laana unataka kuniletea. Ondoka hapa! Kuna nani mwenye amemuita huyu? Ni nani amemruhusu kuingia kwenye hapa? E. Haya, tuna bosi. Asa asa. Papa, nikuulize. Ni nani mwenye ameleta kile kiwete pale ndani? Nani ameingiza hicho kiwete ndani? Mimi ndio nimeona. Wewe ndio umefungulia geti. Okay. Ushaiona kiwete chochote kinafanya kazi kwenye hii kampuni? Amesema amekuja kutafuta kazi. Nauliza ushai kuona kiwete chochote kikifanya kazi kwenye hii kampuni? Sikuona. Na sasa ni nini, mbona unataka kuleta lana hapa kwenye hii kampuni yangu? Unataka hii kampuni ifungwe? La. Una uhakika yule mwanamke anaweza kuninini? Anaweza kupanda huko juu na akaleta vitu kutoka chini. Si unatafuta huyu mwanamke anguke, avunjike, hapa kampuni fungwe. Unajali unga wako ama unajali unga wako? Unajali. Unataka kufutwa kazi? Hapana. Siku nyingine usiruhusu usiru, kuleta viwete hapa ndani ya hii ya kampuni yangu tafadhali. Nimekuomba, na kama unahitaji kazi yako hiyo, nimeshakwambia na ushike sawa sawa. Nimesikia. Rudi huko kwenye umetoka. Haya, eh, dadangu. Yeah, niambie. Ujambo? Ujambo na wewe? Niko salama. Mepotea kweli. Niko nakuona mafaili. Untokapi, uendapi? Niko makutafuta kazi wapi? Ile kampuni ya Relucha pale nimepeleka documents zangu nione kama nitapata kazi, mm, lakini nikafika pale nikapata madam. Mm -hmm. Mm -hmm. Amesema mimi siwezi kufanya kazi kwa kampuni yao. Kwa nini? Amesema mimi ni mlemavu na walemavu hawafai kufanya kazi. Kwa nini walemavu hawasomi siku hizi? Lakini sikuna lift hata huwa zinatusaidia. Hebu ahebu nione hizo karatasi zako zako, na si unaka tu na nini, ni nzuri hivi, na mbona sasa amekufukuza jamani, walemavu mbona tunapitia lakini usijali, dada yangu, hizi uh -huh. Karatasi zako ni nzuri sana uh -huh. Hata mi nilikuwa nimetoka mahali kutafuta kazi pale tunaweza PWD CBO uh -huh. Na kuna internship yenye inaendelea, wamesema kuwa hata mi kiona mwenzangu nimuite, unafanya digital marketing na naona pia ushafanya uh -huh. Yeah, so tunafanya pia mambo na digital communication, wanafanya pia na virtual nini, virtual assistance. Na mambo mengi tu kupitia mtandao. Unaweza fanya kazi kwa simu yako kwa laptop, au hata kwa nyumbani bila kutatizika, so hata usijali, mimi naomba nikupeleke ukawaone pia, alafu watakueleza mengi zaidi haya. ha, karibu twende ha, wanapoenda kuomba kazi pale Uh -huh. Habari, mama. Nzuri, habari yako? ni nzuri piarudi No, no, tena e, nimerudi. uh -huh. Nimesema kuwa nikiona mwenzangu niwe nitamleta. uh -huh. Nilipokuwa nikielekea nyumbani. uh -huh. Nilipofika njiani nikakutana na huyu dada angu hapa sasa. uh -huh. E, pia alikuwa anatafuta mali kuyaneza fanya kazi ndio nikamwambia. uh -huh. Hata hapa pia nilikuwa bado mnahitaji watu katika hiyo internship yenye inaendelea. Ndio huyu sasa nimemleta. Oh, mzuri. Habari yako? Salama. Hey. Eh, mimi naitwa Krista. uh -huh. Eh, nilikuwa nimeenda kampuni nyingine pale naitwa Renuka uh -huh. Kutafuta kazi uh -huh. Lakini nilipofika pale nikapata baba uh -huh. Amenifunguza vibaya uh -huh. Amesema watu kama sisi wenye muzu hatuwezi kufanya kazi kwa uh -huh. Eh, sasa nikapata rafiki yangu uh -huh. Akaniambia kuna kampuni inaitwa Tunaweza inasaidia walemavu kuicaa Uh, karibu sana Asa. Na pole sana kwa vile huyo madamu amekudhalilisha hivyo, pole sana karibu sana hapa Tunaweza Asa. Na kwa kusema kweli, huyo alikuja hapa akiwa katika hiyo hali ya kutafuta kazi kama mlemavu na ikawa ni shida, na nilikuwa ni shida, akakuja hapa Tunaweza akapata nafasi ya internship ya hapa Tunaweza ya ajira na Tunaweza, kwa hivyo internship hii inachukua vijana walemavu Vijana walemavu wengi hawana kazi. Kijana mlemavu anasoma, anafika universiti, lakini kazi hakuna, anahangaika, anatembea, lakini akienda ofisini anamwambia huwezi kufanya hii kwa sababu wewe huwezi kufanya hizi, kompyuta tatumia vipi? Lakini amesomea vizuri hiyo kompyuta, eh, si ndio? Kwa hivyo pole sana, ni vizuri tuendelee kuangaza kuangazia hiyo maswala ya walemavu na nini vile mmekuja hapa, mtaangazia zaidi mambo ya walemavu na kazi na jinsi walemavu wanadhalilishwa, si sindio? mm. Kuna sheria ambayo imepita wale ya uh, walemavu ya new disability act ambayo iko ya 2025 yazizia hiyo uh, act inaelezea ya mambo yote kuhusu walemavu, hata kazi mlemavu atakikana nyimweka mtu ambaye ananyima mlemavu kazi mahali ameenda kazi, ukimshitaki atachukuliwa watu hatua. Umeelewa hivyo? Eh, hey, natakikana tunasoma vizuri. Ili liyaama ukienda mahali hata akikutukana amekutupia vitu vyako chini, wewe kama mlemavu, kuna sheria ambayo unaweza kwenda na yeye akachukuliwa hatua. Sio sawasawa? hmm. Sasa tusikae tukiona ya kwamba mlemavu hana sheria yoyote ambayo inaweza kumtetea, kuna sheria 2025 ambayo inaeleza mpaka penalty yenye mtu atapewa akitadhibisha mlemavu ama akikutukana kama mlemavu ama akikunyima kazi, si ni sawa na? Kwa hivyo sisi walemavu inatakikana tufanye nini? Tuwe imara. Ni sawa sawa, umefanya vizuri kukutana na yeye na kumweleza hiyo ya Tunaweza na sisi tunakukaribisha hapa sana Tunaweza, tuweze kufanya na wewe internship hii pamoja na Tuone ya, kwa ya kwamba umesonga mbele. Na yule madam ya yule kampuni ninamjua yule madam. Ninamjua vizuri sana. Na siamini ya kwamba yeye anaweza kufanya hivyo kwa kukuta mlemavu. Pahali ambapo kwa anatakikana kazi. Kwa hivyo pia yule ma, madam nitaenda kuongea na yeye. Nitaenda kuongea na yule madam nimwambie kwa nini amedhalilisha mlemavu na kumnyima nafasi. Si ni sawa hivyo? Sawa. Eh, ili ya kwamba atujisho yako ichuka kuulize msamaha. Sio ndio? Akuulize msamaha. Hata kama baadaye nikurudisha kazini ukaenda, yeah, ukafanya kazi. Kuna sheria ya walemavu jamani, mm. Tufate hiyo sheria na tutakuwa sawa, si ni sawa? Mm. Sasa karibu sana, Tunaweza. Aa, kuna makaratasi yako utapeana pale kwa alafu kwa secretary. Alafu atakuja kwa alafu, si ni sawa, okay. Alafu alafu tuta, kufanya interview. Si ni sawa? Kama vile huyu mwenzako alifanya anaitwa Nyota. Haya, yule amefanya hivyo. Kwa hivyo walemavu tuna na, na, na. yakika akika na. E, na sisi tunaweza pamoja na ajira, tunaesema ya kwamba walemavu wafundishwe mambo ya digital. Ukijifundisha mambo ya digital, utafanya kazi zako mtandaoni, hata kwenda kutafuta kazi Ukikatazwa hautakuwa yani na nini sana, ya mtu amekukataza pako, umesikia vibaya. Utakuwa unafanya kazi yako mtandaoni na unauza products zako mtandaoni. Na Tunaweza tuna hiyo part ya innovation ambayo tunafundisha pia walemavu kutengeneza jewelry, kutengeneza mabangu, kushona na vitu vingi, na hiyo pia kufanya drama maati na vitu vingi, so that ukiweka mtandaoni nukipata mambo ya likes nyingi, sio unapata pesa? Sio unapata pesa? Eh, sasa tujifundishe zaidi mambo ya mtandaoni na walemavu, ili walemavu wasikose kazi. Ukikosa kazi, una simu yako, unafanya kazi yako mtandaoni. Haya, karibu sana. <coughs> wapi wapi makofi?